Kitabu cha Obadia sura ya kwanza. Naam watu wa Mungu, tumsifuni Yesu Kristo. Karibuni watu wa Mungu wale hai katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Nawakaribisha wapendwa, ambapo siku ya leo tunaenda kuanza kitabu cha Obadia. Wataalamu wa maandiko matakatifu wanatuambia kwamba kitabu cha Obadia ni kitabu chenye sura fupi zaidi katika vitabu vya manabii kwa sababu kina kurasa moja tu. Na pia mtunzi ya Obadia, wataalamu wafahamu zaidi kuliko yeye, lakini wanafahamu juu ya mgawanyiko wa kitabu hiki kwamba kimegawanyika katika pande kubwa mbili, ambapo pande ya kwanza ni juu ya adhabu ya Edomu na pande ya pili ni shangwe la Israeli. Katika kitabu hiki chenye sura moja peke yake, kina mafundisho mengi sana mazuri ambayo tutaweza kuyapata na yatatusaidia kuimarika. Nami naitwa Mwalimu Petro na kualika mtu wa Mungu kufuatilia pia kitabu hiki kwenye chaneli yetu ya YouTube ya Jerusalem Family TV Mwalimu Petro na Evodia Mazwile, hivyo hivyo pia katika chaneli yetu ya Facebook kwa jina hilo hilo la Jerusalem Family TV Mwalimu Petro na Evodia Mazwile. YouTube usisahau kusubscribe na Facebook usisahau kufollow. Itakupa nafasi ya kuendelea kupata vitabu hivi kwa ukaribu na uwe unavisoma kila wakati. Tusali tuanze rasmi kusoma kitabu cha Obadia. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Mungu tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya huu wakati unaotupa neema kwenda kusoma kitabu cha Obadia. Tunakualika Roho Mtakatifu, Roho muumbaji, Roho mwenye mapaji, Roho mwenye matunda, karibu tuangazie tupate kulielewa ile neno ili sote tujue kusudi la Mungu litupasalo kutenda katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tuseme Amen. Wapendwa, tuungane sasa na ndugu zetu wa Wedi Project, tuanze rasmi usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Kumbuka ni Obadia sura ya kwanza. Kitabu cha Obadia mlango wa kwanza. Maono yake Obadia. Ndivyo asemavyo Bwana Mungu juu ya Edomu: tumepata habari kwa Bwana, na mjumbe ametumwa kati ya mataifa akisema, haya, inukeni ninyi na tuinuke tupigane naye. Tazama, nimekufanya mdogo kati ya mataifa, umedharauliwa sana. Kiburi cha moyo wako kimekudanganya wewe, ukae katika pango za majabali, mwenye makao yako juu sana, asemaye moyoni, ni nani atakayenishusha mimi Ujapopanda juu kama tai, ijapokuwa kioto chako kimewekwa kati ya nyota, nitakushusha kutoka huko, asema Bwana. Kama wevi wangekujilia, kama wanyang'anyi wangekujilia usiku, jinsi ulivyokatiliwa mbali, je, wasingeiba kiasi cha kuwatosha? Kama wachuma uzabibu wangekujilia, je, wasingeacha baadhi ya zabibu ziokotwe? Jinsi watu wa Esau wanavyotafutwa tafutwa jinsi hazina zake zilizofichwa zinavyoulizwaulizwa! Watu wote wa mapatano yako wamekufukuza hata mipakani, wale waliofanya amani nawe wamekudanganya na kukushinda, walao mkate wako wameweka mtego chini yako, wala hana ufahamu wa hayo ndani yake. Siku hiyo, je, sitawaangamiza watu wenye akili katika Edomu na wenye ufahamu katika kilima cha Esau? asema Bwana. Mashujaa wako Ee Temani, watafadhaika hata iwe kila mtu akatiliwe mbali na kuuawa katika kilima cha Esau. Kwa sababu ya udhalimu uliotendwa ndugu yako Yakobo, aibu itakufunika nawe, utakatiliwa mbali hata milele. Siku ile uliposimama upande, siku ile wageni walipochukua mali zake na watu wa kabila nyingine walipoingia katika malango yake na kumpakura juu ya Yerusalemu wewe nawe ulikuwa kama mmoja wao lakini usiitazame siku ya ndugu yako, siku ya mashaka yake, wala usisimange juu ya wana wa Yuda siku ya kuangamizwa kwao, wala usinene maneno ya kiburi katika siku ya shida yao. Usiingie katika lango la watu wangu siku ya msiba wao, naam, usiyatazame mateso yao siku ya msiba wao, wala usitie mkono yako juu ya mali zao siku ya msiba wao wala usisimame penye njia panda ili kuwakatilia mbali watu wake wa kimbiao, wala usiwatoe watu wake waliosalia katika siku ya dhiki. Kwa maana hiyo siku ya Bwana ikaribu juu ya mataifa yote. Kama ulivyotenda, ndivyo utakavyotendwa; malipo yako yatakurudia juu ya kichwa chako mwenyewe. Kwa maana kama vile mlivyokunywa juu ya mlima wangu mtakatifu, ndivyo mataifa yote watakavyokunywa daima. Naam watakunywa na kubabaika, nao watakuwa kana kwamba hawakuwa kamwe. Bali katika mlima Sayuni watakuwa wenye kuokoka, nao utakuwa mtakatifu, na nyumba ya Yakobo watamiliki milki zao. Na nyumba ya Yakobo itakuwa moto, na nyumba ya Yusufu itakuwa mwali wa moto, na nyumba ya Esau itakuwa mabua makavu, nao watawaka kati yao na kuwateketeza, wala hatasalia mtu awayeyote katika nyumba ya Esau kwa kuwa Bwana amesema hayo na watu wa Negebu wataumiliki mlima wa Esau na watu wa Shefela watawamiliki wa Filisti nao watalimiliki konde la Efraimu na konde la Samaria na Benyamini atamiliki Gileadi na watu wa jeshi hili la wana wa Israeli waliotekwa waliokati ya Wakanaani watamiliki mpaka Sarepta na hawa watu wa Yerusalemu waliotekwa waliomo Sefaradi wataimiliki miji ya Negebu. Tena waokozi watakwea juu ya mlima Sayuni ili kuuhukumu mlima wa Esau, na huo mfalme utakuwa ni mali ya Bwana.